Mama, huu mradi wa soya wa wake unanufaika nao vipi? Umenifaidisha sana jumla kabisa, inafaidika inayofanya hapa, familia yangu ndio inategemea na ninashukuru sana mm -hmm. Sao, kwa hivyo unaelezeaje una, una wa mama wengine ambao hawataki kujishughulisha kufanya kazi kama hio unaifanya Kiujumla ni kwamba ambaye hataki kujishughulisha ni kama hivyo ulivyosema, kwamba asiyefanya kazi asinaye asi, lakini hmm, sasa huu mradi ni, ni kiujumla, ni kwamba unafaidisha umenifaidisha, hmm, mm, mimi na kina mama ambao wako nyumbani waone hmm, kwa ujumla kwamba wanaweza wakajitolea na wao hivyo hivyo, watafaidika kwa namna nyingine. Sawa sawa, basi, kikubwa mama, tunashukuru uhusia wako nasi tunaahidi kwamba huu mtaa tunataka ubadilike, na huu mtaa sasa hautakuwa buswahili mbali, utakuwa ni mtaa ambaye utakuwa ni mtaa mzuri katika wilaya yetu ya Tarime. Ni mtaa ambaye utakuwa na mabadiliko makubwa ndani ya mwaka mmoja. Mimi nahisi ndani ya mwaka mmoja huu mtaa utakuwa ni mtaa bora sana kuliko mitaa mingi halmashauri ya mji ni muda wa kupata lunch na tuko na timu nzima, wengine wako kule, lakini unasema kwamba watu wafanye kazi, na baada ya kufanya kazi unapata hiki ambacho tunachokitumia hapo. Wakati huu vitabu vitakatifu vinasema sio, wafanya kazi asipofanya kazi nio maana ia chakula kizuri na ndugu zangu wote, wana wanataarifa na wanafuu wa mara na Watanzania kwa ujumla, tufanye kazi na kisha maliza kufanya kazi, tutapata hiki tunachokipata, maana vitabu vitakatifu vinasema tufanye kazi. Asanteni sana, tuendelee kufanya kazi ili tujenge taifa letuedwa Tanzania ambayo ambaye chambaye haipo dunia nzima, tufanye kazi ili tuweze kupata